Leo tarehe tisa mwezi wa tano tumesaini hati ya makubaliano kati ya Taasisi ya Elimu Tanzania na wenzetu wa Tanzania AI Community. Sasa hati hii ina majukumu mbalimbali, inaeleza majukumu mbalimbali ya Taasisi ya Elimu Tanzania na majukumu ya wenzetu Tanzania AI Community. Aa, na lengo la hati hii ni kuhakikisha kwamba tunaingiza matumizi ya akili mnemba au akili bandia au AI katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo, wenzetu Tanzania AI Community jukumu lao kubwa ni kutoa mafunzo ya kukuza uwezo wa wakuza mitaala na walimu wote nchini wa kutumia AI ambayo tunaita kama akili mnemba au akili bandia katika ufundishaji na ujifunzaji, na sisi Taasisi ya Elimu Tanzania jukumu letu kubwa ni kuwapa, kuhakikisha kwamba wanapata curriculum, wanapata syllabus, wanapata vitabu na wanaweza kutusaidia kuweza kutumia sasa hiyo uh, akili mnemba katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo kwa kweli kwetu tunaona ni mapinduzi makubwa kama ambavyo mmeona uh, kwa sasa dunia kuna maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo matumizi ya AI katika ufundishaji na ujifunzaji yatampunguzia sana mzigo mwalimu. Nimejaribu kuitumia hapa kwa mfano unachotaka chochote unaandika. Uh, AI inakupa majibu. Unaweza kuiambia ikutungie maswali ambayo labda yanalenga kujenga ubunifu, yanalenga kujenga zile stadi za karne ya 21. AI inakusaidia kutunga maswali. Kwa hiyo kwa kweli nimeona ni ukombozi uh, na utamsaidia sana mwalimu kumpunguzia mzigo, lakini pia kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa watoto wetu ambao ndio vijana wanaokuja kuishi ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tunawashukuru sana wenzetu, na sisi kwa upande wetu tuko tayari kutekeleza majukumu yetu. We are very excited